Tarehe ya leo ni Aprili 3, 2025. Mimi ni Zawadi Machibya. Karibu katika Sauti ya Rhapsody. Ni neno la Mungu, tafakari ya neno inayoandaliwa na Mchungaji Chris. Basi ujumbe wetu hii leo unasema kusudi lake kuu, kusudi lake kuu. Neno la msingi linatoka katika kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa e, wa ishirini na mbili nao unasema nami, utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Katika ufafanuzi wa tafakari ya leo tunaambiwa kwamba wakati Mungu alipomuumba mwanadamu, hakuridhika kwamba mwanadamu afanane naye au afanye kazi kama yeye na kuishia hapo tu. Lengo lake kuu lilikuwa ni umoja, muunganiko, kuungana na mwanadamu. Alituumba ili aishi ndani yetu na awe kitu kimoja nasi tusiotenganishika. Bwana Yesu alisema, mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Mungu amefanya vivyo hivyo kwetu na kwa ajili yetu. Hii ilikuwa ndoto yake tangu mwanzo. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 27 Biblia inasema hivi: siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Katika Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17, neno linasema lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Hii ni zaidi ya kufanana tu na Bwana, ni kama vile Yesu aliposema, aliyeniona mimi amemwona Baba. Ilikuwa zaidi ya kufanana au kutenda kazi tu kama yeye, ulikuwa ni ufunuo wa umoja kamili. Mungu hakuwa akitafuta tu nyumba ya makao ya kuishi. Kusudi lake kuu lilikuwa ni kudhihirisha utukufu wake kupitia wewe kwa mataifa. Biblia inapozungumza kuhusu mataifa haimaanishi nchi tu, bali inazungumzia pia watu walioungamanishwa kwa masilahi au sifa za pamoja. Neno la Kigiriki ni ethnos, ethnos, ikimaanisha kundi la watu wenye masilahi au itikadi zinazofanana. Tambua kuwa wewe u umoja na Mungu usiyeweza kutenganishwa, uliyetumwa na yeye kudhihirisha utukufu wake katika ulimwengu wako. Popote ulipo sasa hivi, dhihirisha utukufu wake mahali hapo. Huu ni wito wako. Wewe umembeba Mungu, mng'ao wa utukufu wake, na kwa sababu utukufu wake uko ndani yako, unaweza kudhihirisha na kuugusa na kuubadilisha ulimwengu wako. Haleluya. Maombi. Baba mpendwa, na kushukuru kwa kunifanya kuwa mbeba utukufu wako kwa mataifa. Ninafanya kazi katika wito wangu kwa hekima, ubora na neema. Nikigusa na kubadilisha ulimwengu wangu kwa utukufu wako katika jina la Yesu. Amina masomo zaidi ya tafakari ya leo tunayapata kutoka kitabu cha Isaya sura ya sitini mstari wa kwanza hadi watatu na pia Wakorintho wa pili sura ya tatu mstari wa 18 na kadhalika, Habakuki sura ya pili mstari wa 14. Ni matumaini yangu Mungu amekubariki na ujumbe wa leo. Kama una swali au unahitaji ufafanuzi, na pengine unataka kujiunga na watu wengi duniani ambao sasa kwa mali zao na fedha zao wanafadhili hii injili iweze kusonga mbele, basi usikose kuwasiliana nasi. Uh, tutumie ujumbe ama tupigie kupitia nambari hii, alama ya kujumlisha 255766444996 Mungu Baba aliye hai akubariki.